Karibu, hii ni Saa ya Bahari kutoka hapa Ayin Safi. Ofisi ya Mwanasheria Mkuu wa Libya imetangaza kwamba Waziri wa Elimu wa nchi hiyo, Musa al Magaryaf, amehukumiwa kifungo cha miaka mitatu na miezi mitano jela kwa ubadhirifu na matumizi mabaya ya madaraka. Mashtaka hayo yanatokana na waziri huyo kuhusika katika kusimamia taratibu za ukandarasi wa uchapishaji na usambazaji wa vitabu vya shule ambapo Ofisi ya Mwanasheria Mkuu wa Libya imesema kwamba al-Magaryaf alikiuka kanuni ya usawa na alifanya upendeleo na ubaguzi wakati wa kutoa kandarasi ya uchapishaji vitabu. Uamuzi wa mwisho wa mahakama hiyo umejumuisha kifungo cha miaka mitatu na miezi mitano jela, faini ya dinari elfu moja za Libya takriban dola mia mbili na saba za Kimarekani, na kunyimwa haki za kiraia kwa muda wa kifungo hicho ambako kutaendelea kwa mwaka mmoja wa ziada baada ya kutumikia kifungo hicho. Sehemu moja ya taarifa ya ofisi ya Mwanasheria Mkuu wa Libya imesema mahakama imempata na hatia Ali Magariaf kutokana na uhaba wa vitabu vya kusomeshea tangu mwaka wa 2021. Kesi hiyo ilianza kusikilizwa mwaka wa shule wa 2021, ambapo uhaba wa vitabu uliwalazimisha wazazi kutumia pesa kununua vitabu ambavyo vilipaswa kutolewa bure katika shule za umma ambapo kwanza Magariaf aliwekwa chini ya uchunguzi kuhusu usimamizi wake wa taratibu za kimkataba za uchapishaji wa vitabu na halafu aliwekwa kizuizini kama sehemu ya uchunguzi wa kashfa hiyo. Baadaye Magaryaf aliachiliwa huru kutoka kizuizini kwa kukosekana ushahidi, na alirejea kwenye nafasi yake ya uwaziri wa elimu. Lakini juzi Jumapili, mwanasheria mkuu wa Libya alitangaza kwenye Facebook kwamba Magaryaf ametiwa nguvuni na amehukumiwa kifungo cha miaka mitatu na miezi mitano jela. Usiachi kulike na kusubscribe. Hii ni Saa ya Bahari kutoka hapa